Sherehe ya utamaduni wa jamii ya Maa ambayo imewaleta pamoja wakazi wa jamii hiyo kutoka kaunti za Samburu, Narok, Kajiado na Laikipia inaanza rasmi hii leo, katika mbuga ya Amboseli kaunti ya Kajiado. Hivi sasa basi tunaungana moja kwa moja na mwanahabari wetu Robert Masai ambaye yuko Amboseli ili aweze kutupasha mengi tu ambayo yanaendelea. Ya Masai kama unanipata, hebu tueleze kwa hivi sasa mambo yakoje, na pengine idadi ya watu ambao wamehudhuria sherehe hiyo inaweza kukisiwa kufikia kama watu wangapi? Shukran sana. Bila shaka tunakuja moja kwa moja kutoka mbuga ya kitaifa ya Amboseli ambapo jamii ya Maa kutoka kaunti zote humu nchini kuanzia kule Samburu, Narok, Laikipia na hata niko na ndugu zangu kutoka kaunti ya Kwale wamefika hapa kuweza kuhudhuria sherehe hizi ambazo ni awamu ya tatu, na itakumbuka kwamba ni sherehe ambazo zitafanyika kuanzia leo hadi siku ya Jumamosi ambapo tunamtarajia Rais William Ruto kuweza kufunga sherehe hizi, na labda nitapata tu hisia za wenyeji ambao wamefika hapa kutoka kaunti mbali mbalimbali, kwa sababu nina ni ndugu kutoka Samburu, nina wengine kutoka kaunti ya Kwale, vile vile Kajiado na vile vile katika kaunti ya Narok. Moja kwa moja tutaanza na wewe kutoka kaunti ya Kwale. Tueleze tu labda sherehe hizi zina umuhimu gani kama nyinyi wananchi wa jamii ya Maa? Uh, uh, asante sana ndugu yangu, hii sherehe ina maana kubwa sana katika jamii yetu ya wama kwanza kabisa inatuleta pamoja, tunakuja kuwa pamoja kushirikiana pamoja na kusherekea tamaduni yetu, na pia inaimarisha hali ya mazingira na hali ya anga, kwa sababu tunatunza wanyama wetu na pia tunaishi na wanyama wetu vizuri. Kwa hivyo ni jambo jema na ni jambo zuri sana kwa tamaduni yetu. Asante sana, asante sana. Labda wewe karibia tu hapa hivi, utatoka kofia kidogo. Wewe kama mkazi wa Kajiado, moja ya sherehe hizi ni kuweza labda, ila ajenda ya kurejesha mbuga ya Amboseli katika mikono ya jamii Je, kama wakazi wa Kajiado mnalichukuliaje? Na sherehe hii ina umuhimu gani kwenu? Tunachukulia, mimi uh, naitwa Tienda na tunachukulia kama ni wakati ambayo utamaduni ya Wamasai imetambulika sana, kwa sababu kwa miaka mingi tumeishi na wanyama kama Wamasai, tumekuwa na wanyama na tumeweza kuhifadhi wanyama katika mbuga ya Masai Mara ya, ya Amboseli na tuna, tuna, tuna feel kwamba uh, wanyama tu, tumekuwa tukiishi nao na ni marafiki na ni, na ni, na, na ni, um, ni, ni wakati ambao serikali imetambua kwa Wamasai kuna kuna ile kitu wanafanya kwa ku maintain culture na kuishi na wanyama kwa amani. Aya, aya, aya, asante sana, tupate pia mwingine hapa kutoka kaunti gani hii Narok, labda tueleze sherehe hizi, tulianza kule Narok, tukaenda Samburu, ina umuhimu gani kama jamii ya Maa, tukimalizia asante sana. Hapo majina, naitwa Paul Ngoua na nimetoka na nimetoka Narok County. Unajua, mwacha cha mila ni mtumwa, na hizi culture ina tufanya tukose mila, tujue mila kuanzia mababa zetu walikuwa wanafanya nini ili, ili watoto wetu wakikuwa pia wakuwe na hiyo mila ya yani, nini. Unajua Wamasai actually hii eh, inatupea faida faida kabisa na, na, na tunasema hivi ya kwamba ina faida kubwa sana. Aya, tukimalizia tu kwa second chache karibia tu hapa hivi. Aya. Aya. Asante sana. Kama ulivyosikia, hawa ni wananchi kutoka kaunti mbalimbali ambao wamefika hapa. Itakumbuka kwamba ni sherehe ambazo zinakutanisha jamii ya Maa kutoka kaunti hizi zote, na lengo kuu aswa pia ni kuweza kulinda ile mila na tamaduni, ikikumbuka kwamba jamii ya Maa inafahamika sana katika kutunza mila, mavazi, nyimbo na maswala kama hayo, kwa sababu hata ukiangalia hapa hivi wamejaa kweli kweli, wanaendeleza nyimbo na maswala kama hilo. Kwa hivyo ni swala ambalo tunafuatilia kwa siku tatu, tutakuwa hapa hadi wakati rais hapa kuweza uh, kufunga sherehe hizi na kuweza kutoa tamko hususan kuhusiana na masuala ya Amboseli ambayo inasubiriwa kwa hamu na gamu na wakazi wa Kajiado. Kutoka hapa kuna kelele nyingi kweli kweli, ikiashiria kwamba nyimbo zinaendelea. Kwa hivyo narejesha kwako, kwa studio. Mimi naitwa Robert Masai. Na asante sana Masai kwa hayo, bila shaka tutakuwa tunasubiri kwa hamu kuona kilele cha shughuli hiyo. Kwa sasa tukiangazia mengine.